Mefika fainali, palipobaki ni kwenda kumheshimisha rais wetu Mama Samia kwa kumpa ubingwa wa Afrika na kumfanya kuwa ndio rais wa kwanza wa Tanzania kusimama na kombe la Afrika, na tutakwenda Ikulu kumpelekea kombe la Afrika, Mwenyezi Mungu akitujalia. Wa wachezaji wetu wako tayari, benchi la ufundi liko tayari, na kwa kuwa hii ndo mechi ya mwisho basi wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana, usiogope kuumia, kwa sababu baada ya mechi hii hatukudai chochote. Simba tuchukue ubingwa. Wachezaji wetu wafanye kila wanachoweza, Simba tuchukue ubingwa siku ya Jumapili. Mechi hii tunatumia mbuzi, tunatumia punda. Kwa hiyo Mheshimiwa Pendeza, hakikisha tunapata punda wa kutosha, watakapoenda kanisani Jumamosi, watu watuombee dua mnyama awe bingwa. Na viongozi wa dini wa Sabato, kesho kutwa Jumamosi, watuombee dua mnyama awe bingwa. Na mkimwona kiongozi wenu anajisahaulisha, mnamkumbusha e, bana, weka dua ya Simba Sports hapo. Jumapili ni siku tukufu mno, no. Kwa watu wenye imani ya Kikristo, kwenye misa zenu tuiombee dua Simba Sports Club. Dua yako binafsi wewe muumini, lakini makanisani kote dua zifanyike. Tuwaombe wachungaji, mapadri wote ambao wataendesha misa siku ya Jumapili, basi kuwe na dua maalum ya kuiombea Simba Sports Club. Hili tunaliomba kwa unyenyekevu mkubwa, tukifahamu ya kwamba sisi si chochote si lolote bila mapenzi bila rehma na bila baraka za Mwenyezi Mungu. Tumpigie goti, tukianza Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Heshima ya Simba.